Mshamba mtoto mdogo ukaziumbea tu mtuta elfu mbili mwangalia kwenye upauka hata mshangazi na kushinda Naonje, nimemkuta Naonje kwa bahati mbaya, Naonje ametoka. Ah, okay. Nina imani we ni mjomba wake na Naonje. ah, unafoezangogka mba, ni majukumu yangu pia kumsaidia saidia tu kufua hii unafua ewe, mapenzi ya kipofu hayo yanipaka. <coughs> Saizi hajaamka tu, bado kalala tu pia wanaume wengine ah, lakini mambo yako vizuri, soko tungi la jana, lakini kazi haa <tipulayana> Utaniua. Uhata ah, hata wewe pia utaniua. Sio kwa shughuli hii hata hmm. Pia ah, mwenyewe shughuli yako ya kibaba umeelewa? Sasa <laughs> binadamu. Wewe ni ah, umeenjoy lakini anzaje ah. Kusema sija enjoy hmm. Yeah, siku nyingine hmm. Utaenjoy zaidi ya. Yalio kusema kweli. Sana ah, nimeenjoy sana. Nafurahi kusikia hivyo, ila bebi, inabidi mm, ufanye mpango wikendi ijayo, yani tuenjoy zaidi ya wikendi hii. Usijali tena, hata wikendi ijayo wenyewe inaona mbali sana. Kama ningekuwa na uwezo mm, ningezirusha hizi siku basi. Usijali, kwa hiyo ndo naondoka ishajiandaa tena hapa, mawasiliano yangu mi na nyumbani kwetu pale pale mjengoni, kama unavojua pale una niko na mjomba angu. Yule ananeno kabisa kwa angu. Oh, yule ni mjomba wako n yani, yule ni mjomba angu kabisa, yule ni amezaliwa tumbo moja na mama angu, yule pale ni mtoto wa mwisho upande wa mama angu, mtoto wa mama wake mjomba, mjomba angu unajua ni wanawake bwana, sio watu hmm, wa kuamini sana unaweza ukasema mjomba wako, afu kumbe unakuta labda, si unajua, <laughs> ni mjomba wangu kabisa, wala hawezi kusema chochote, basi hakuhitaji mganga loga. <laughs> okay. <laughs> Ay, Ay. Kwa hii hmm, ah basa kuniloga basi kwa hii kazi ah Basaa, acha mimi nitoke niende nikapitie pale kwenye grocery kile, nikazimua hata mbili tatu, ile akili kidogo nikae sawa. Okay, poa La saizi, asalama. As karibu. Asante. Nonje nimekuta Nonje kwa bahati mbaya, Nonje ametoka. Okay, ni Neemani wewe, ni mjomba wake na Nonje? Sikia, nilikuwa na shida na Nonje. Nilikutana na Nonje, tukaenda kwenye kiwanja cha starehe mi na Nonje na nilitumia pesa nyingi sana katika batalile, lakini cha ajabu walichonifanyia Nonje, kusema ukweli, sikulizika nacho nilimchukua nikamwamini nikampeleka mpaka nyumbani kwangu napoishi, lakini cha kushangaza, asubuhi ameondoka na waleti yangu. Na mbaya zaidi, katika waleti kuna kitu kimoja cha thamani sana, ambacho ni lazima nikipate, na kitu ambacho kinanifanya madili yangu yaende sawa. Mguu ulikuwa kwa ajili yake, na vizuri, sijamkuta ndio maana unaona kuna hali ya usalama. Lakini light, kama ningemkuta, ama ama zangu ama zake Labda nikuachie maagizo. Akija Nonje, mwambie Lizo alikuja hapa, na anachokitaka ni waleti, na iko kitu ambacho kipo ndani ya waleti. Nadhani umenielewa. <tuhi> Maisha yangu hayawahusu, msinipate fate mtaani. Maisha yangu hayawahusu, kwenda huko shamba mto mdogo ukazumbea tu

kitenge changu na mama na kava we mbwa. Akwambia nani usizae? Kitenge changu na mama na kava we mbwa, wamasega wamasega, tumbavu shenzi kabisa, tumbavu. Mwanamke wewe, una haya kabisa, unakaa tu nyumbani, una kazi yoyote? Mimi nakulisha na kuvisha, we masega, fungua mlango nipite, mimi bosi wako na kuweka mjini hapo

Mejilisi? Amina Be. Afadhali nilivyokuona. Ulinonea Nonje Nonje. <laughs> Yule demo anajifanya mjanja sana Nonje wewe. Rukia, yupi yule demu anajifanya mjanja anajifanyae mtoto wa mjini? Mimi nimezaliwa pale Temeke hospitali, yaani mimi mtoto wa mjini kuliko yeye. Ye katoka kwao vijijini huko, kwa kaja huku anajifanya mjanja. Nilimchukua Nonje nikaenda naye ooshanso nimeishi naye usiku mpaka asubuhi. Asubuhi anaondoka akajifanya kunipetipeti, kanipetipeti, kachukua waleti kasepa nayo waleti? kachukua waleti alafu ndani ya waleti kuna kitu cha muhimu sana kwangu mimi. Hivyo basi utakapomwona Nonje popote mwambie Lizo anamtafuta. <tos> <tos>

safari safari zake hizi lakini akirudi nakuta zote nishamaliza kufua. hizi Kaka Masege. Oh, Amina. Karibu. Ah, unafua? ni majukumu yangu pia kumsaidia saidia, tukufua ii hii unafua ewe kawaida tu, Amina, karibu. Hichi ndio kishakuleta kwani hivi hmm. kama sasa Danonje yupo Danonje angekuwepo, ungemkuta hapa. Ametoka mara moja, na ndio maana kumbe zongo nafua wewe, namsaidia tu hmm. Ah, kitu cha ni hmm. Naye hapa nimekuja na ubui wa moto kwa maneno ya uko mtaani unakifua Mbona sijakuelewa, hebu ukitaka kuongea na mimi em, nyosha maneno nikuelewe kuelewe vizuri mm-hmm. jambo gani? Nimesikia imesikia stori za mke wako huko mtaani. Sifa sifo gani hizo anazo mke wangu huko mtaani? Mke wako mama anatembea na Lizo. Mke wangu anatoka na Lizo? Amina, mbona ufananii umri wako huo na kuongea maneno kama hayo mazito masikioni mwangu, nikikuangalia aufanani kabisa. Kuvunja yani au mahusiano ya watu, alafu ujue Nonje, mi ni mke wangu, mke wangu wa ndoa kabisa. Wewe unaongeaje maneno mazito hayo kwenye kinywa chako kwamba mke wangu mimi anachepuka na huyo Lizu, na mtaja wewe? Unataka kuona ndoa yangu mimi inavunjika na unajua nini we kuhusiana na mahusiano? Mapenzi ya kipofu hayo. Si ni kuambia kitu kimoja. Wewe ni bado mdogo sana na hautakiwi kabisa kuingilia mahusiano ya mtu, sababu haujui mahusiano ya mtu ametoka wa wapi. Alafu mi naonje ni mke wangu, mke wangu wa ndoa kabisa. Usione kama mi nafua haya, ni majukumu tu ya kusaidiana. Sasa wewe unapokuja kuingilia mahusiano yangu mimi na kunyembea maneno kama hayo ha, haupaswi kuongea vitu kama hivyo. Wewe sasa hivi ungetakiwa uwe nyumbani umekaa na wazazi wako wanakufundisha maadili, maadili ya ndoa, maadili ya mahusiano. Sasa wewe unakuja kabisa na kuongea maneno kama hayo, unahisi masikioni mwangu mimi ni maneno mazuri kuyasikia. nakwambia upo tayari kuvunja ndoa yangu, na ukweli hapa katoka saa ngapi? Amina, hey, Mindo, Amina. Naulia tena kwa umri wako ho bado ni mdogo sana, unajua nini h kuhusiana na mambo ya ndoa? Kikubwa tu nikwambie, hauwezi mimi kunigumbanisha na mke wangu, sababu mke wangu naamini ananipenda na mimi nampenda, na ndio maana nipo katika mji wao tunaishi. Sasa wewe ulipotoka huko kuja kuvunja ndoa yangu, sikupi nafasi hiyo. Mke wangu nampenda na nampenda kweli, na, na, na sitopenda tena kusikia hayo maneno. Unaweza ukaondoka, nakwambia ukweli. Kama sege, nakwambia ukweli weka hapo hapo, mi nakwambia na mi nitakugombanisha kapo hapo, ila yani utakuja, ila... kuona mwenyewe mimi nakwambia utakuja kuona mwenyewe. Aa ah, mabinti wa siku hizi si wakoje, na ndio maana wengi wanachelewa kuolewa kwa sababu kuingilia mahusiano ya watu. Yani yeye yupo tayari kuona mke wangu anavunja ndoa wa yake, anaenda kukaa naye vijiweni kama wao. Siku ah, hizi wana nini? Wacha niendelee na kazi zangu. Mchana mchana huu wanafanya nini? Wakaliwo hoteli nawaka Amina tena. I, hivi Amina, wewe utakuta utaacha lini hii michezo ambayo kufuatilia vitu ambavyo havikuhusu kwa umri wako haufanani kabisa kufanya vitu kama hivyo. Haya, kwenye faragha za watu madirishani. Una, una, unafanya nini sasa hapa? Yaani kama sega yeye anapenda kunifuatilia katika mambo yangu kama sega yeye. Mimi nimetoka kuna mambo yangu hapa nimefika. Yaani kama sega anapenda kunifuatilia yeye katika mambo yangu. Hapa mimi nimekaa, napata starehe. Kama sega yeye anapenda kuchukia yeye. Ah, Amina, wewe hapo jinsi ulivyo umri wako hautaki kufuatilia hayo mambo ya kikubwa unajifunza nini sasa hapo? Na hata kama ukijua unataka kwenda kumwambia nani, umwadisie nani? Amina, hati hivi vitu kwa umri wako upaswi kabisa kufuatilia, si unanielewa? Hacha kabisa hayo mambo kufuatilia. Umri wako haufanani kabisa na kufanya hivyo vitu. Amina, kila siku kila siku wewe, kila siku utaacha lini A, toka madirishani kwa watu hapo. napenda kunifuatilia wewe huyu. Ah, binti huyu sio mrogwaje? Eh, alo. E, uko wapi daraja? mimi ndo nakuja hapa, nipo njiani. Eh, sijui uko wapi Avieambo t tte nakoba ajichekeje ondoka tena, tena. <tipos> kuna mkaka kanibia simu yangu, nilikuwa na kimfuko mkononi, kaelekea hivi hapa hapa, ndio kenye kichuchulo kile pale. Wewe dada, hey, asikudanganya yani usijokaka kakudanganya kabisa. Huyu hapa alipo hapa, hpa ana lolote, ana hela, ana chochote Namlisha namvisha, na hapa alipo anakaa kwenye mjengo wetu, unanielewa? Sasa wewe kaa akudanganya. Haya, na wewe una aibu, unatoka nyumbani unakuja kumdanganya dada watu huko barabarani, unakuja kuwadanganya wanawake barabarani, una aibu. Dada, naomba ufanye, uende, utanitambua nyumbani. Maana wewe usikii, mwanaume mzima una hata haya, unakaza kutongoza tongoza tu wanawake ovyo ovyo, utanikoma nyumbani.